Historia ya usafiri inaelezea maendeleo ya teknolojia na uvumbuzi. Ni jambo ambalo wa limewawezesha watu kusafiri mbali na kuzuru maeneo mengi. Katika siku za jadi, vifaa vipya kama magwanda ya miguni, vijiti na viatu maalum vya kutembelea kwa barafu viliwawezesha watu kwenda mwendo wa mbali zaidi. Uvumbuzi wa njia rahisi za kusafiri umesaidia katika kupunguza muda wa kusafiri na changamoto wasafiri walikumbana nazo mbali na kuboresha uwezo wa kusafirisha mizigo mizito. Uvumbuzi haujakoma na watafiti katika nyanja hii wanajitahidi usiku na mchana kubaini njia mpya za kusafiri zitakazorahisisha na kupunguza gharama ya usafiri. Kwa karne nyingi watu walitumia magari yaliyovutwa na wanyama, kwa mfano farasi pamoja na punda. Waroma wakale walifanya majaribio na magari yaliyosukumwa na watumwa. Historia ya jadi ya magari inaelezea nyakati tofauti na kuangazia aina ya nishati iliyotumiwa na magari hayo. Nyakati za karibuni nazo zinadhihirisha mitindo tofauti za magari kama vile ukubwa, muundo na vifaa vilivyo ndani yake. Magari ya kwanza yalitumia nishati iliyohitaji mvuke uliopatikana kwa kuchemsha maji moto kwa kuni. Baada ya kugunduliwa kwa injini ya mvuke nguvu yake ilitumiwa pia kwa vyombo vya usafiri. Mwaka 1768 gari la kwanza lililotumia mvuke kusonga lilijengwa naye Joseph Cugnot. Kutokana na uzito wa injini pamoja na magari yaliyoweza kuvumilia uzito mkubwa wa injini pamoja na maji na kuni iliyohitajika kuchemsha maji, vyombo hivi havikufaa barabara za kawaida, hivyo vikalazimika kutumia njia ya reli ya chuma. Magari yanayotumia mafuta ya petroli au dizeli yalizinduliwa mwaka 1886 wakati wa uvumbuzi wa gari lake Carl Benz. Sehemu ya pili ya karne ya 19 ilishuhudia magari yaliyoendeshwa kwa nguvu ya umeme, magari haya yakiwa na faida nyingi, mfano muundo wa gari ni rahisi zaidi kwa sababu hauhitaji gearbox wala gia gear, na gari halina makelele. Pia gari hilo halitoi harufu mbaya ya eksozi, lakini magari haya yalikuwa na tatizo la kutegemea kupata nishati kwa njia ya betri nzito zilizochukua muda mrefu kuchajiwa. Wavumbuzi walirejea kuunda magari yanayotumia mafuta. Mwanzoni magari yalikuwa ghali sana, yakinunuliwa na matajiri pekee. Magari haya yalikuwa masana kando na unadra wa petroli. Hata barabara zilizokuwa hazikuyafaa magari hayo ikawa gari lilidumu tu kwa mwaka mmoja. Mwaka 1914, mhandisi wa Marekani Henry Ford alianza kutengeneza gari lake la Ford Model T kiwandani akitumia mbinu mpya. Alitengeneza magari hayo kwa hatua mbalimbali zilizotekelezwa na wafanyakazi walioshughulikia hatua wa moja moja tu. Mbinu hii ilisababisha utekelezaji wa haraka kwa sababu kila mfanyakazi alifanya sehemu yake bila kupoteza muda. Kwa njia hii, Ford aliweza kutengeneza magari mengi tena kwa bei nafuu, na hata watu wenye mapato ya wastani waliweza kulinunua gari hilo aina ya Ford. Mfanyakazi wa Ford akiweza kununua gari kwa mshahara wa miezi minne. Wengine waliiga mfano wa Ford na magari yalizidi kuongezeka. Baada ya vita vikuu vya pili vya dunia Magari yalikuwa njia ya kawaida ya usafiri kwa watu wengi katika nchi na bara tofauti, mfano Ulaya, Amerika na bara la Asia. Miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia kuboreka kwa injini za magari pamoja na kasi ya mwendo. Tangu mwaka 2009 nchi ya Uchina imekuwa ya kwanza katika kuunda magari ikiishinda Japan, Marekani na Uropa.